Mlinzi mahiri wa Young Africans na timu ya Taifa Tanzania, Taifa Stars, Ibrahim Hamad maarufu Ibra Bacca, yamepandishwa cheo katika Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo Zanzibar, KMKM, kutoka koplo na sasa ni sajenti kutokana na kuonesha kiwango bora uwanjani. Uh, zoezi la Ibra Bacca kupandishwa cheo limesimamiwa na mkuu wa KMKM Uh, Kamorod, Azana Hassan na amezungumza pia na mshike mshike kuhusiana na hilo. Waskari wangu, wangu Pio Ibrahim Bacca leo tumepandisha cheo kutoka Leading Seaman kwa Petty Officer. Tunaona kwamba uwezo wake umeongezeka kiasi kubwa sana, inaonyesha wazi kwamba amefanya bidii ya maksudi yeye kama yeye individually pamoja na bidii za makocha wake ambao wanasaidia kumpatia elimu na mazoezi ya kutosha kuweza kufikia viwango vya kitaifa na kimataifa. Aa, kwanza mimi nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kwa kujalia kufika hapa tukiwa na afya njema. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wa nchi yetu ambaye anatuongoza vizuri, amani imetawala, lakini pia maendeleo tunaona, nyinyi mashahidi. Kwa hiyo, pia nimshukuru kwa wangu wa KMKM kwa onga vizuri na pia kuwa askari wa kakamavu, lakini pia na sisi tunamwakilisha vizuri katika sekta ya mchezo. Lakini hapo awali nilikuwa na cheo cha LS, ambayo kinafahamika kama koplo ambao wengi ambao wamenizoea kwa cheo hicho. Kwa hiyo sasa nashukuru Mwenyezi Mungu, ah, nimepata teule mpya na kuwa na cheo ambacho kinajulikana kama PO kwa jina lingine ni kama sergeant. Kwa hiyo sasa hivi koplo itaondoka, tutakuwa tuko kwenye sergeant au Okay. Kipenda sana anatunya pia, kwa hiyo mimi kama kama mpiganaji kama mwanajeshi kama uh, nitaendelea kutekeleza majukumu yangu vizuri na kuendelea kuipigania kui nchi yangu. Namni sajenti huyo Ibrahim Bacca, lakini nilikuombe radhi hapo awali uh, ambaye amesimamia zoezi hilo la kumpandisha cheo ni mkuu wa KMKM, uh, Kamodore Azana Hassan. Na kwa sasa uh, kwa njia ya simu uh, tunazungumza na Captain Hussein Ali Makame ambaye ni mkuu wa mafunzo na michezo wa KMKM. Uh, pengine uh, Captain, kwanza tunatamani kupata ufafanuzi wa kile ambacho kimetokea uh, kwa Bacca kwamba ni mwajiriwa wa KMKM lakini anaendelea kucheza kwenye timu ya kiraia. Ah, asante asante, ndugu mtangazaji ah, naitwa Kapt. Navy Hussein Ali Makame ah, ni kwamba ufafanuzi ni kwamba KMKM kwa kweli katika kanuni yake inaruhusu watumishi wake kwenda katika taasisi yoyote ile iwe ya kiserikali ama ya binafsi kwa ajili ya kuongeza ujuzi wa vitendo kwa hiyo mtumishi akishakuwa KMKM anaruhusika kwenda kuongeza ujuzi wa vitendo katika taasisi yoyote ikiwa serikali ama hasa hata iwe ya kibinafsi kwa lengo la kukuza kipaji chake kama kwa elimu ya kawaida ama elimu nyingine ya, ya vitendo kama mfano hata hii aliokuwa nayo mchezaji wetu Ibrahim Baka, amekwenda katika timu ya kiraia kwa ajili ya kuongeza ujuzi wake wa uchezaji, kwa sababu Ibrahim Baka ameajiriwa kwa lengo la kuwa mchezaji wa timu ya KMKM. Lakini sasa imeonekana kuna timu ambayo akienda ujuzi wake utapanda zaidi, kwa hiyo ameruhusika kwa mujibu wa kanuni zetu. Ndio maana leo namkuta yupo katika timu ya Yanga, lakini ujuzi wake ni kweli umepanda, maana sasa hivi ime te, imekuwa tegemeo kwenye timu ya Yanga imekuwa tegemeo kwenye timu ya taifa ya Zanzibar lakini vile vile ni tegemeo kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Sawa na hili la kupanda cheo, pengine ni kufanya kwake vizuri tu au kuna sababu zingine? La kwanza ni kwamba kinachoangaliwa katika swala la cheo kwanza ni nidhamu ya mtu. Kwa hiyo ni nidhamu yake mpaka, pamoja na kwamba yuko timu ya kiraia, lakini bado ni nidhamu yake katika shughuli zetu za kiaskari iko vizuri. Lakini pili ni uzalendo wake aliokuwa nao, pamoja na kwamba ame, anacheza katika timu hiyo, lakini uzalendo wake unaonekana unaendelea kwa vizuri. Lakini tatu juhudi yake ya kazi, ya kile ambacho alichokiendea, kinaonekana, kinapanda muda baada ya muda kwa hiyo kwa, kwa, kwa mujibu wa taratibu zetu za kiwaskari mtu anapokuwa anafanya vizuri katika vitu vyote hivyo, basi hongera yetu kubwa inakuwa ni kumpandisha renki ama kumpandisha cheo. Uh, na kuna wengine labda pengine wana taaluma ambao uh, wapo nje ya KMKM na kwa utaratibu huu huu. E, ni kweli kwamba kemkemu kwanza, tunafahamu kemkemu ina shughuli mbalimbali ikiwemo hasa tuna hospitali mm, lakini kemkemu unafahamu kwamba ni, ni jeshi ambalo una linafanya shughuli zake majini, kwa hiyo tuna maaskari na maafisa wengi ambao wamesoma masuala ya ubaharia katika meli za kawaida. Kwa hiyo kemkemu sasa hivi muda huu kuna maafisa pamoja na maaskari wasiopungua kumi ambao wanafanya kazi nje ya KMKM katika kampuni za meli tofauti tofauti, na lengo ni kwenda kuongeza ujuzi, lakini vile vile wapo KMKM ambao wanafanya kazi katika katika hospitali mbali mbali, kwa sababu KMKM pia tuna hospitali, kuna madaktari ambao ni waajiri wa KMKM wanafanya kazi katika hospitali mbali mbali kwa lengo la kuongeza ujuzi, lakini vile vile KMKM tuna wanariadha ambao sasa hivi baadhi yao wako Arusha katika timu, kuna baadhi ya timu ambazo ziko Arusha, lengo na madhumuni ni kuongeza ujuzi katika shughuli zao hizo. Nikushukuru sana Captain. Asante, asante. Naam ni Kapteni huyo Neville Hussein Ali Makame ambaye ni mkuu wa mafunzo na michezo kutoka kikosi maalum cha kuzuia magendo. Pamoja na hayo, kazi kwenu watangazaji wa mechi, sio tena koplo Bacca bali ni sajenti Bacca <mulia>